Ni taarifa kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa bmh ambayo kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Dodoma wanatarajia kufanya mkutano wa kimataifa wa masuala ya huduma za afya za upandikizaji wa viungo vya mwili. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa BMH Profesa Abel Makubi wakati wa maadhimisho ya siku ya ugonjwa wa selimundu duniani yaliyofanyika katika hospitali hiyo. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika mwakani elfu mbili na ishirini na sita na utahusisha wataalamu wa kitaifa na kimataifa ili kusaidia kukuza na kubadilishana uzoefu, ujuzi na utaalamu na kutoa fursa ya kutangaza uwekezaji na mapinduzi makubwa yaliyofanywa na serikali katika sekta ya afya. Hospitali ya Benjamin Mkapa ndiyo pekee Tanzania inayotoa huduma ya kutibu ugonjwa wa silimundu kwa njia ya upandikizaji uloto kwa watoto wenye ugonjwa huo. Jacqueline Masawe, TMC News, Dodoma.